Aya, atakwenda huyu. Tulapona, nenda kamalize kazi kwa yule kenge. Mkuu, hapana, kwa Mzee Kama siwezi kwenda. Kwa yule mzee kazi, nipo tayari sehemu yoyote, ila kwa Mzee Kama si subutu kwenda. Ah, basi Mwashamu, kapambane naye, nenda kamalize kazi chula yule kale katoto kadogo akatusumbue. Sawa mama mkuu. Kazi kazi tu, hamna kurudi nyuma hapo. E, sawa sawa, we nakuamini sana. Unaona jembe hilo, jembe lina sifuwa linamaliza kazi hapa, sio kurudi nyuma. Kondoeni uoga, sawa. sisi ni watu wakubwa hapa kijijini, tukiamua kufanya letu tunafanya, sawa na kwa Mwashamu itakuwa rahisi kwenda kwa sababu hajawahi kukutana na mzee kama. Ee, sawa mama, nenda kafanya hivyo. Jamani, mlivyokuwa mnakuja hapa kuna watu wamekua nini? Hapana, tupo makini, hakuna hai. Basi sawa. Sawa. Aya basi mnaweza mkaenda, sawa haya, nyuma geuka. wanakiogopa hata kikenge tu kimezaliwa juzi. Hapa mwenyekiti, karibu. Asante sana, asante sana mm-hmm. mzee kama no. Mi nimekuja kwako leo sahizi mm. nimekuletea taarifa nzuri Kesho asubuhi twende shamba tukaelekezana mipaka, ili kila mtu ajue mwanzo wa shamba lake na mwisho wa shamba lake, ili sije kaleta shida baadaye. Uh, mimi mwenyekiti, nakushukuru kwa taarifa zako hizo, ni jambo jema sana uliongetea, kwa sababu kitu kimoja tu mimi na wasiwasi sana na mzee Kasisi, kweli atakuja? Naam. Kijana wangu ametangulia lakini babake mimi bado niko hai, kwa hiyo nayo hiyo haki kabisa ya kugombania mali zake. Naam. Kwa sababu mimi ndio miti mwenye baba mtu, nitakapokuwa mimi mimi, halafu baadaye niwape watoto wake au nikisha itia mikononi basi, alafu ni wakabidhi watoto wake Naam. Kwa sababu ndio mali yao, lakini mtu ambaye hasa wa kujitahidi kwamba nipate mali zake ni mimi kwa hiyo hilo jambo lilokuja nalo nashukuru sana mwenyekiti. Basi mimi nashukuru mwenyekiti. Asante, asante sana. sana. Basi asante, asante sana. Okay, asante. Ya. Karibu, namna asante sana. Asansano, asante za hapa bwana. Ndiyo, ndio nimekuletea, nimekuletia taarifa. kuna msiba? Hapana, hakuna msiba, msiba, ni jambo jema tu. Kesho tukutane kule shambani ili tumalize ile habari ya shamba lakini uhakikishe mzee unakuja na shahidi huyo, ananifuatilia sawa. Mi nitakuja na kishahidi, mwambie na yeye aje na kishahidi chake. Sawa mzee, lakini mzee, jitahidi uwahi. Hata ungesema leo nikalale pale pale, kesho mgenikuta asubuhi. Sawa mzee, asante sana. Huyu mzee kama huyu anataka aje kufa kizembe, babu eh? Kwani mbona mzee mwenyekiti ajaongea na mwanaki bwana? Ina maana hajamwona?